Basi hajafika kwamba fuitapo kazi yenu inaendelea pale ile Zaburi ya mia na sita fungu la kwanza tutasoma fungu la kwanza kidogo na la pili Twende tufungue hapo, Zaburi ya mia na sita fungu la kwanza na pili na tunatambulisha kaeayaki Nasema Ndio. Mungu kwetu sisi ni kimbilio, lakini si kwamba tu ni kimbilio, anasema na nguvu jamani, Bwana asifiwe. Kumbe tunapoamua kumkimbilia Mungu, tunapoamua kuamka asubuhi na kuacha usingizi na kusema tunakwenda kumtafuta Bwana, tumechagua kukimbilia kwenye uwanja ambao ni wa pekee, mahali palipo na nguvu, palipo na nguvu wakati wa mateso. Ishia hapo, msaada utakaoonekana kidogo, anasema Hata wewe na shughuli, kuna mtu anasema, mimi nakitia mateso fulani. Hivi kweli nitapata msaada hapa? Anasema Mungu kwetu sisi ni kimbilio na ni msaada na ni nguvu. Lakini si kwamba tu tutaonekana kidogo. Yeye anasema kwamba tele, ni kitu ambacho kimejaa na kitazidi kina mimi. Siku kumi za maombi. Yale mambo ambayo tumefungwa fungwa nayo, lipo kimbilio. Amina. Yale mambo ambayo ametubana katika mioyo yetu, hata kuna saa saa ebale jofia ume- umevunjika vunjika. Lipo kimbilio. Mungu kwetu sisi ni kimbilio. Na nguvu na msaada tena sio kidogo. Msaada utakaoonekana tena wakati wa taabu na mateso. Asubuhi ya leo tunapoenda kuendelea kufakari amani hizi katika siku ya pili ya maombi ya siku kumi, fungamana pamoja na vipaumbele ya ufalme, fungamana yote vipaumbele yaani fanya masuala yote ya ufalme wa Mungu kiwe ndicho kipaumbele cha kwanza katika maisha. Kuna mtu anielewa hizi? yaani kuna mtu mwingine ambaye kipaumbele chake cha kwanza ni biashara yake, kabla hajaanza na Bwana, anaanza na biashara. Kuna mtu ambaye kipaumbele chake cha kwanza ni simu, akiamka asubuhi, kabla hajaanza mambo yote, anaanza kuangalia simu kwa message, hicho ndio cha kwanza lakini wasafiri wa kuenda mbinguni kipaumbele cha kwanza ni ufalme kwanza, haleluya. Na katika siku hizi kumi za maombi, leo asubuhi ya leo tutafakari habari hii ya kufanya kwamba kumbe kitu cha pekee katika maisha yetu ni ufalme wa Mungu kwanza. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza fungu la sita mpaka la 8, ili msomaji wetu tunaamini ya kwamba tunapelekana vizuri na una ya kwamba tuko pamoja. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya kwanza fungu lile la sita mpaka la nane. Nasema basi, walipokutanika wakamuuliza wakisema, Je, Bwana, wakati huu ndipo unapowarudishia Israeli ufalme na, Israel na. Akawaambia, si kazi yenu kujua nyakati wala majira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 wanajenga kuta za Yerusalemu ngome imara ambazo wamejenga kwa nguvu zote na uwezo wote zinabomolewa. Wamejenga kwa dhahabu kwa madini ya maana, lakini bado zinabomolewa. Walipoona kwamba wamekana Yesu, wanafunzi wake wamekana Yesu na wakaona mambo ambayo Yesu ameyafanya, wakawa na matumaini kwamba sasa ule ufalme wenyewe ndio wenyewe huu sasa, na wakamoza Bwana hivi, wakati huu ndio wakati ambapo unaturejeshea kwe ufalme Yesu aliwaambia sio kazi yake, lakini jambo la msingi ambalo Yesu aliwaambia ambalo hata leo ndilo ambalo kila mmoja wetu tunapaswa kutafakari, aliwaambia lakini, mtapokea nguvu. Haleluya, mtapokea nguvu ambayo kwa yeeasaakama bishara aliwaambia hapo wanafunzi na kaa mwingine ana hasira, mwingine ana chuki, wanaonana wivu wao kwa wao. Hiyo sio kazi yetu. Kazi yetu ni kutafuta kwanza nguvu inayotoka kwa Mungu. Ile kazi ya kukanyagana, kukanyagana, wako ni ambao wamekanyagwa, ni kweli wamekanyagwa, umekanyagwa ukaumia, kazi maana ile nguvu ikiingia ndani yetu, yale maumivu yaliyoingia ndani ya ya mioyo ya yetu yataondoka. Ile habari ya chuki, mtu fulani amekuumiza, huenda hata msamaha umeshirikana. Ile nguvu, haleluya! Ile nguvu ambayo Yesu aliwaambia wanafunzi wa mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, hiyo nguvu ndio ambayo tunahitaji. Esuwena, hiyo nguvu ndiyo ambayo tunahitaji mwanzo Januari 2026 turekani, ile nguvu, maana hiyo nguvu ikiingia ndani yetu tutafunguliwa. Amina. Yale mambo ambayo yamekaa hivi yamejifunga funga, tumehisi kama kuna mafundo fulani katika mioyo yetu, Bwana atayafungua ma tumepokea nguvu. Natamani asubuhi leo watu katika sekta na wengine wote, mahali popote tunaposikia habari hizi, tupokee nguvu ile ambayo Yesu alisema na tuweze kufunguliwa, tuweze kuabudu na kama kuna kitu ambacho nilikiomba sana ni kuomba kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Kabla Yesu kupaa na mbinguni, Kristo aliwapatia wanafunzi wake agizo, aliwaambia kuwa walitakiwa kuwa watekelezaji wa mapenzi yake ambayo katika hayo alikuwa ameamrisho ame, ame, ulimwengu hazina ambazo zimejaa uzima wa milele kabla ya kupaa na mbinguni. Na kama kuna kitu ambacho Yesu alikikazia kwa cha kushowishi Kabla ya kupaa kwenda mbinguni, aliwaambia wanafunzi wake wakae kujiandaa kupokea nguvu za roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu akiwa ndani yetu, swala la maombi ya umoja kanisani itakuwa ni historia. Kila mtu atakuwa na umoja, kila mtu atakuwa na umoja, tutakuwa na shirika. Kama ni habari ya fedha, tutakuwa na shirika, kwenye matoleo yetu tutakuwa na shirika, maana kuna nguvu inayotoka mbinguni. Hiyo jambo jambo la msingi sana kama iajiotulana muda kwamba tunaetii tafakari mambo haya tuendelee kutafakari kile ambacho kipo. Maana akipoke yo nguvu, tutakuwa na uongozi ambao utatuongoza hata habari ya dhambi ndani yetu utaondoka. Zakayo alikuwa ni tajiri, alikuwa na uwezo wa mali. Tukisoma kitabu cha Luka sura ya 19, alikuwa na uwezo wa vitu vingi, alikuwa na miliki mali na nini na fedha nyingi, lakini saa ilipofika ya kutaka ukweli unaoleta wokovu katika maisha yake aliviona vile vitu havina maana. Maana hiyo nguvu ikiingia ndani yetu, vile tulivyo navyo, mali zetu, vio vyetu, utajiri tulio nao, tutaona kwamba hauna maana yote ile. Hata vile ambapo katisa tunavizuia kwa ajili ya kazi ya Bwana tunavizuia, tutaona kabisa kwamba hatunaja kuvizuia, maana Bwana anavitaka kwa ajili ya kazi yake. Kama tajiri kubwa kama Zakari aliona haviwezekani karibu, kwamba yeye aliamua amtafute Bwana, akapanda kwenye mti mkuyu bila kujali kwamba watu wata, watasema nini. Akapanda. Wewe na mimi ni nani siku ya leo? Huu ndio wakati wa kung'ang'ana kutafuta kwa nguvu zote, kumwambia Bwana nibadilishe maisha yangu, yabadilike niweze kuwa na tabia ambayo itafaa kujengwa kwa ajili ya ufalme. kinachofanya watu kuwa wakavu katika mioyo yetu sio kukaa kanisani muda mrefu. Kinachofanya kuwa wakavu ndani ya mioyo yetu ni kukosekana kwa Roho Mtakatifu. Na mtu mmoja taabili anasema kwamba ikiwa watu wote wataamua kujisalimisha kwa Yesu, wataamua kujisalimisha kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kazi ambayo ingeweza kufanywa na wanajeshi mia moja inaweza ikafanywa na mtu mmoja aliyejawa na utukufu wa Bwana. ambayo kabisa anaandika ikusianijanike anaangii kwenye maombi haya, nasema siku kumi za maombi hizi, ninaomba Bwana mimi unibariki mwezi mmoja, mwezi mmoja kila mwezi zaka yangu milioni kumi kwenda juu. Na Bwana anaweza kateka kitu kafungua, yani akafungua tochi yako anifai nini, na akaongoza kwa uwezo wake. Atokee mwanamke mmoja asema mimi kwenye maombi haya siku siku kumi sio ni vitu vya kawaida kawaida, naomba vitu mkubwa, kwamba mwaka huu makambi yote nilishe watu wengi, kama yule mtu aliyefanya mkubwa, na bado nitamtembelea, aliyesema mwaka huu nitalisha kambi siku ya sabato yote, kama ni ngombe na nitalisha. Atokee mtu aliyeguswa na uwepo wa Bwana ndani yake, na, na changamoto iliyoko ni kwamba wale wote ambao wanakuwa tayari kutoa kwa ajili ya kazi kuna watu ambao wako pembeni, kazi yao ni kuwa kanya ni kuwa kanya, anatoa kama nani? Yaani mtu anaamua kusema mimi mifuko ya simenti gorofa, eh, taleta gari zima, taleta mtu anasema baraza kazi imepitisha. Kwa hiyo labda yeye anasema baraza, lakini mtu aliyeelewa, aliyeguswa analeta kwa utukufu wa Bwana. Yani mtu asikie kile kihehe cha kumtolea Bwana kwamba nimesikia Bwana amenigusa na anaamua kwenda kutoa. Bwana atubariki. Asubuhi ya leo tunakwenda katika maombi yetu. Kama wanafunzi walipaswa kuendelea mbele kwenye kazi ya Mungu, lakini hawakupaswa kuendelea mbele peke yao bila Roho Mtakatifu. Hata sisi tunapaswa kusonga mbele, lakini kusonga kwetu mbele, hatutaweza kusonga mbele wenyewe bila Roho Mtakatifu yeye yeah, akiwa ndani yetu tutakuwa na uwezo wa kusonga mbele na matokeo makubwa ambayo wanafunzi walifanya yakaonekana, haikuwa nguvu zao, hawakuwa na uwezo wote ule, ila yalikuwa na uwepo wa Bwana mwenyewe. Asubuhi ya leo tunapoenda kuomba, tafuta mambo yako binafsi, yakwako mwenyewe, mambo manne makubwa kabisa nayosema, haya mambo manne nitaendelea kumwambia Bwana na mengine ulio nayo mengi lakini pia tunapoenda katika maombi tafuta watu wengine saba ambao utakuwa umewaandika mahali fulani, ambao hutawaambia kwa sasa, lakini unawaombea. Ikiwezekana pia uwaambie na kuombea waalike watu saba, unaowaombea. Usijiombee tu mwenyewe, shinda ubinafsi, ombea na wengine, taja majina yao, mwombee mtu fulani. Tambua kwamba huyo amekamatwa mahali fulani, ameshikiliwa, ameshikiliwa ame alafu mwambie Bwana, tengeneza maisha na kwa kuwa tunayo mahitaji leo, tutakuwa na wito maalum. Kama kuna mtu yuko hapa asubuhi ya leo anasema, nimetembea na mzigo wangu kwa muda mrefu, natamani nifunguliwe katika maisha yangu, nimuone Bwana akiwa ametawala katika maisha haya. Unasema kuna kitu ambacho nimetembea nacho, ni mzigo, ni mzigo, nimeubeba. Yesu alisaidia, sina haja ya kuitisha wito, wewe utasimama kimya kimya na kutembea mbele.